Tanzania kitengo cha wanawake taifa kimewataka walimu nchini kuachana na siasa na kumaliza tofauti zao za kiitikadi za vyama na kujikita na kusimamia kazi za taaluma yao kwa manufaa ya taifa na sekta ya elimu kwa ujumla. Ifuatayo ni taarifa kamili. Mwenyekiti wa chama cha walimu taifa kitengo cha wanawake, Bisharida Mtaki, amewataka makatibu hao wa matawi ya CWT ngazi ya shule kushirikiana na Rais Mteule John Magufuli kuboresha sekta ya elimu na kumsaidia mtoto wa Kitanzania kuinua kiwango chake cha elimu na sio kuendeleza siasa wakati ambapo mchakato huo umekwisha malizika. Akizungumza na makatibu wa matawi manispaa ya Temeke kwenye mkutano uliokutanisha viongozi themanini kutoka matawi mbalimbali mbali ya CWT amewataka viongozi hao kujitambua kuwa ni viongozi na wanatakiwa kuonyesha njia kama wazazi na walezi kwa wanafunzi wanaowafundisha na kuacha kutetea mambo ambayo wanadhani hayana manufaa kwa ukuaji wa elimu nchini. Sisi ni makatibu ambao tunakaa na walimu wengi maeneo yetu ya kazi, kwa hiyo tunatakiwa kwanza tujue wajibu wetu ni nini, tunatakiwa tufanye nini tunapokuwa makazini, ili kuweza kukijenga chama na vile vile kuweza kusisitiza wajibu na haki katika maeneo yetu ya kazi. Sisi kama viongozi tukishajua majukumu yetu ni nini, tukishajua kwamba wajibu wetu ni nini ambao tunatakiwa tuufanye tunapokuwa na walimu, hakika kwamba kazi itasonga mbele na chama chetu kitajulikana maeneo mengi sana. Basi sisi tunasema rais yoyote ajae, sisi tunasema ni rais wetu. Kwa hiyo tofauti zile zilizokuwepo kwenye itikadi zimeisha sasa. Tutasema atakapoapishwa rais huyo, ndio rais wa walimu na wa nchi nzima. <coughs> Baada ya kusema hayo, kwanza, Fauzia Yusuf, Channel 10. Asante sana mtazamaji, kumbuka matangazo yapi.